Dunia hii leo imeadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, siku ambayo ni muhimu sana ya kufanya tathmini ya ndani ya vyombo vya habari, utendaji wa vyombo vyenyewe vya habari. na Je, inakidhi matakwa ya uwepo wake? Hii inatajwa kama muhimili wa nne usio rasmi, ambao wenyewe ndio vyombo vya habari, lakini kumekuwa kuna mengi ambayo yanapitia katika kipindi hiki ikiwemo ukuaji wa teknolojia uliokuja na mengi. Akili Mnemba ni moja ya eneo ambalo limezua tafrani sana ndani ya vyombo vya habari. Kila mtu amekuwa akiitumia katika namna zake zenye kuleta matokeo hasi na hata matokeo chanya. Hiyo ilikuwa ni moja ya ujumbe wa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hiyo ya uhuru wa vyombo vya habari iliyofanyika Mkoa ni Arusha. Lakini haya yote yanatokea wakati ambako Tanzania ipo katika mwaka wa uchaguzi mkuu, na itakapo timu pale mwezi Oktoba tafanyika uchaguzi wa kupata viongozi wapya. Naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye inakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Teknolojia itatupeleka mpaka pale Arusha kuweza kuungana na Salome Kitomari, ambaye yeye ni mdau wa sekta ya habari na aliyekuwa mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika tawi la Tanzania, Misatan ambaye sasa tunaungana. Habari za wakati huu Salome. Salama Nurdin. Naam, karibu sana na umekuwa ni mmoja wa watu ambao mmeshiriki katika siku hii ya uhuru wa vyombo uh, vya habari. Ujumbe mkubwa umekuwa ni matumizi ya akili mnemba ni jambo ambalo linakuja wakati huo ambako wa Tanzania yenyewe haina sheria mahususi ya eneo hili. Nini inaweza ikawa ni athari hasa katika vyombo vyetu vya habari kwa kipindi hiki ambacho matumizi haya ya akili mnemba yanaendelea kushika kasi? Uh, athari ambayo ninaweza kuiona kwa haraka ni kama sisi waandishi wa habari wa au tunaofanya kazi kwenye vyombo vya habari tutaikataa teknolojia au tutaiona kwamba haituhusu na tukaendelea kufanya kazi kwa mazingira yale yale, kwa sababu teknolojia hii imekuja na fursa nyingi sana ambazo zinakwenda kurahisisha shughuli zetu au na zimesha rahisisha shughuli zetu za utendaji wa vyombo vya habari, na tafiti mbalimbali mbali zimefanyika nyingi tu duniani kiasi kwamba vyombo vya habari duniani vinatumia teknolojia hii. Sasa athari tutakayoipata ni kutokuwa sehemu ya teknolojia na kuitumia kurahisisha kazi na kufanya kazi kwa muundo ule ule. Kuna vyombo vya habari duniani leo hii unaweza ukaamka saa ishirini na nne vinahabarisha habari, lakini pia kuna hatua ambayo imefikia kiasi kwamba unaweza uka ukasikiliza habari ile iliyoandikwa kwenye chombo fulani hicho hicho cha habari ukaisikiliza kwa kuisikiliza kwa muundo wa, wa, wa kusikiliza wa audio. Hiyo yote ni teknolojia ya artificial intelligence au unasema akili unde. Sasa, kama tutaikataa hii teknolojia hatutaona fursa za biashara kwenye hii teknolojia, lakini pia kurahisisha utendaji kazi wetu hatutauona hivi navyozungumza na wewe, tunatumia teknolojia. Maana yake teknolojia imekwenda mbali sana. Leo hii tunaweza ukaa huko studio na mimi niko mkoani na tukaendelea kufanya kazi na tukawasiliana na wananchi wakapata kile ambacho kinapatikana kwa wakati huo moja kwa moja. Kwao, athari kubwa ni sisi wenyewe tutaathirika kiuchumi, lakini tutaathirika kwa maana ya kwamba hatutaongeza thamani ya kile tunachokifanya na thamani yetu sisi wenyewe kama watendaji kwenye vyombo vya habari mm. Salome, kuna watu ambao wamekuwa wakiitumia AI kwa uh, matumizi hasi, na wakati mwingine tumeona hata watu wakichukua viongozi mbalimbali na kuwawekea maneno kwa kutumia teknolojia hii, athari yake ya moja kwa moja kwenye habari ni ipi hasa kwa wale watu ambao swala zima la fact check kwao sio jambo la msingi sana? Teknolojia ime, teknolojia hii kwa ujumla imekuja na mambo mawili kwamba kuna ambaye anaweza akaitumia kwa faida na mwingine akaitumia kwa ubaya, lakini ikawa faida kwake, ni kama hao wanaotengeneza hizo video au wanatengeneza picha kulaghai ghai umma kwamba tukio hili au jambo hili limefanywa na mtu fulani au jambo hili au picha hii unayoiona, video hii ni fulani anazungumza hivi karibuni. Nasema mwaka jana, mwaka juzi, kulikuwa na video inatembea ya rais wa wa Zambia kwamba ni yeye anazungumza, ile ni tunasema ni deep fake ambayo imefanyika kwa kutumia akili unde, akili unde. Kwa hiyo unaona kabisa athari za kuongezeka kwa habari potosf, potofu ni kubwa, au habari ambazo zimeharibiwa kwa manufaa na faida ya yule anayetengeneza hizo habari. Sasa ndio pale mwanzoni nimesema kwamba kama waandishi wa habari tutaikatai teknolojia, tutaathirika sisi zaidi na kuathirika kwetu, maana yake ni kwamba hatutaweza kuitumia teknolojia kuthibitisha kile ambacho tunakiona kwenye mtandao kwamba ni cha kweli, na sisi tutakuwa ni wafuatiliaji kama wananchi ambao wanafuatilia eh, wanaamini kwenye kila kitu wanachokiona kwenye vyombo vya habari. Tunachokiuza kikubwa ni trust. Tunasema ile kuaminiwa hmm. Na katika kuaminiwa huku maana yake ni kutokana na habari ambazo wewe unapasha umma zina ukweli kiasi gani, zina uhakika kiasi gani? Sasa unapokuwa huwezi kujitofautisha na yule wa mtandaoni ambaye anarusha chochote na kufuadi chochote anachokiona maana yake wewe hustahili kuwa chombo cha habari, hustahili kuwa mwandishi wa habari katika dunia ya sasa, huna tofauti na yeye. Sasa teknolojia imekuja inakusaidia. Hii video umeiona, kuna tools mbalimbali mbali zipo ambazo utaingiza ile video, itakupa matokeo kwamba hii video hii ilipigwa lini, location yake ni wapi na imetokea wapi, na ni ukweli ya kweli au sio ya kweli, imetengenezwa kiuhalisia au sio halisi. Tunakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu maana yake video kama hizi, picha kama hizi, picha za kuunganisha utakutana nazo sana. Hivi karibuni tumeona video imetengenezwa inamwonyesha papa akiwa kama yuko mawinguni hivi, na mtu ana ambaye anafananishwa na na Yesu. Unaona mazingira kama yale, mtu wa kawaida anaweza akaamini, lakini atakwenda kuangalia kwenye chombo cha habari. Chombo cha habari kimerusha habari hii, kimerusha video hii, lakini chombo cha habari kitatumia tools tofauti zilizopo kwenye artificial intelligence au akili mnemba kutambua ile video kwamba ni halisia kutambua ile video ni sahihi. Lakini pia leo Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumzia kwamba serikali inakuja na sera sasa ya matumizi ya akili unde na maana yake serikali imeona kwamba hili ni jambo muhimu na linatumika na ni teknolojia ambayo hatuwezi kuikwepa kama Watanzania au kama vyombo vya habari na katika sekta mbalimbali mbali. Na ukiangalia hii artificial intelligence ilikuwa inatumika tangu siku nyingi hmm. Kwenye viwanda, kwenye shughuli mbalimbali, kwenye sekta ya habari ndo tunaiona kama mpya kwa sababu inaingia katika mambo mbalimbali mbali. Na ambayo ni maarufu sana ni ChatGPT, ndo tunayotumia wengi sana katika kufanya shughuli zetu, lakini sasa ukiangalia teknolojia ina faida kubwa kuliko hasara inakurahisishia mambo mengi sana leo hii. Mfano, kwenye mkutano huu tulipata nafasi ya kuwaona Google ambao walifanya presentation wakieleza namna gani hii uh, maandishi ulionayo au maudhui ulionayo katika muundo wa maandishi unaweza kugeuza ikawa ni podcast. Podcast kwa maana ya kwamba ni kama watu wako studio wanafanya mjadala, kontenti ile ile inakwenda kimjadala. Sasa wewe kama chombo cha habari, hiyo ni faida. Maana yake utaongeza wafuatiliaji uh, watazamaji, subscription itaongezeka, na wewe utaangalia namna gani ya kumanetize au ya kuifanya kuwa fedha ile content au ile kazi ambayo inafanyika hmm. Uh, Tanzania vyombo vya habari vinatajwa kama muhimili wa nne ambao sio rasmi, lakini umekuwa ukifanya kazi hiyo. Umekuwepo katika uh, sekta hii kwa muda sasa Unaona, utendaji wake unaakisi hiyo hali ya kuwa mhimili wa nne katika nchi. Uh, nimekuwa kwenye taaluma hii kwa takriban miaka ishirini nakwenda mwaka wa ishirini na moja sasa nikifanya kazi ya uandishi wa habari, lakini pia nimeanzia chini kabisa tangu nikiwa correspondent mpaka sasa hivi ni ngazi ya uhariri aziya uh, mimi ukiniuliza, na uona mchango wa vyombo vya habari vya Tanzania katika maeneo tofauti tofauti ya nchi yetu, na ukiangalia maendeleo mengi ambayo yamepigwa katika nchi yetu, huwezi kuyazungumza pasipo kutaja mchango wa vyombo vya habari. Ukiangalia mambo mengi ya wananchi ambao wamekuwa na uelewa, huwezi kuyazungumza hayo mambo pasipo kuweka mchango wa vyombo vya habari. Ukiangalia hatua nyingi ambazo zimechukuliwa, huwezi kuzizungumzia hizo hatua pasipo kutaja mchango wa vyombo vya habari. Tuna mambo mengi ambayo tumechangia katika nchi hii na ambayo tumekaa tume, tume kwenye nafasi yetu kuhakikisha kwamba tunahabarisha umma, umma unapata taarifa mbalimbali, lakini tumekwenda mba, mbali zaidi kwamba tunatoa suluhisho kwa zile habari tunazozifanya. Mathalani, umeandika habari kuhusiana na jambo x la wananchi wa kijiji x au eneo x hawana huduma x unapoandika habari kama ile, wakapata ile huduma, maana yake wewe mwandishi wa habari au chombo cha habari umesaidia wale wananchi kupata faraja au kupata kile ambacho hawakuweza kukipata. Lakini pia tumekuwa sauti za wananchi na makundi mbalimbali. Kwa hiyo mimi, ukiniuliza, kwa takribani miaka almost 21 ambayo nimefanya kazi ya uandishi wa habari, mchango wangu kama mwandishi wa habari, mchango wa vyombo vya habari ninauona kwa kiasi kikubwa sana, ingawa changamoto haziwezi kukosekana kabisa kwa sababu sekta ya habari ni kubwa kama ilivyo mihimili mingine na changamoto zake. Hata habari kuna changamoto zake nyingi tu ambazo zipo, na inawezekana zinafurahisha na wakati mwingine hazifurahishi, lakini na zenyewe zina sababu zake za kuwepo. Hmm. Tupo katika mwaka wa uchaguzi, na moja ya jambo ambalo tawadau hapo mmeligusia ni kuhusiana na mambo mazima ya uchaguzi wa mwezi Oktoba ukiangalia okay, tathmini na kumekuwa kwa malalamiko mengi ya kwamba kwa sasa vyombo vya habari havifanyi eh, wajibu wake katika kiwango kile ambacho wengi wanakitarajia kwa kulinganisha na yale ambayo wanayapata kwenye social media kupitia watu kuandika vitu tofauti tofauti. Kwako ukiambiwa upime uwanja wa kuripoti eh, uchaguzi mkuu ungeweka katika asilimia ngapi? Kwa asilimia, wanasema bila utafiti <laughs> una haki ya kuzungumza, na nikipanga kama asilimia mm. hapo nitakuwa <laughs> nimejifunga, maana sijafanya utafiti ambao umenipa data halisia za kuweza kutoa matokeo ya, ya, ya huo utafiti. Lakini leo hii ukiniuliza namna gani ambavyo vyombo vya habari tumeshiriki tume katika kuripoti uh, uchaguzi, nitakuambia kwamba tumetimiza wajibu wetu na tayari umesema hapo kwamba wananchi wanataka turipoti kama ambavyo social media zime zina, zinafanya au kila mtu, kwa sababu tu yeye ana kifaa chake hmm, anaweza kupiga video, anaweza kupiga picha, anaweza kuandika chochote. Kumbuka sisi ni vyombo vya habari, umesema hapo, sisi ni muhimili usio rasmi, muhimili wa nne. Tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba, sheria sheria mama ambayo ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna sheria ambazo zinasimamia sekta ya habari, ziko sheria tano. Lakini tuna sheria nyinginezo ambazo ziko kwenye sekta nyingine ambazo tunapaswa kama waandishi wa habari kuzizingatia tunapofanya majukumu yetu, lakini kuna kanuni, kuna maadili ya hii kazi ya uandishi wa habari. Sasa huwezi kuwa mathalani, mwananchi atataka ajali imetokea eneo x, upige picha majeruhi wanatiririka damu pale, eh? Upige picha za watoto? Ndicho ambacho kinafanyika kwenye digitali kwenye social media sasa huwezi kufanya hivyo kwa sababu mimi mwandishi wa habari ninaongozwa na sheria, ninaongozwa na kanuni, ninaongozwa na maadili ya kazi yangu. Ni lazima ninapofanya kazi yangu yote haya niyazingatie, nihakikishe kwamba habari yangu haiendi kusababisha matatizo kwa jamii, habari yangu inajenga jamii. Tuna wajibu wa msingi wa kuelimisha, kuburudisha, kukosoa, na ukienda mbali zaidi kuna wajibu mwingine wa kuhakikisha kwamba tunachangia maendeleo ya taifa letu. Sasa hmm. Ukiangalia hayo yote huwezi kushiriki kubomoa nchi yako. Unachopaswa ni kwamba kuwawajibisha wanaopaswa kuwajibika kwa mujibu wa sheria ya mama, kwa mujibu wa sheria zilizopo, kuwajibisha kutokana na taratibu zilizopo, kwa maana ya kwamba mtu fulani alipaswa kuwajibika katika ngazi fulani ili wananchi wapate mambo fulani, au wapate matokeo fulani au huduma fulani, hajawajibika hapo sasa ndio wajibu wangu kama mwandishi wa habari, ninakwenda kuyaibua. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, nitakwambia tathmini yangu, vyombo vya habari tunafanya kwa nguvu zetu na akili zetu kwa kiasi kikubwa, ili kuhakikisha kwamba umma unapata habari zinazotakiwa. Na tunapokwenda kwenye uchaguzi tumeanza kuripoti, maana uchaguzi una nyakati tatu, tunasema ni mzunguko wa uchaguzi, hmm. una kabla ya wakati, kuna mambo yake yanaendelea, kuna wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sasa ukiangalia mfano vyombo vya habari tunaripoti mambo yanayoendelea sasa hivi, mchakato wa maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura, tunaripoti mambo kama hayo. Lakini na ni wajibu wetu kama vyombo vya habari kutoa elimu ya mpiga kura, lakini pia michakato ndani ya vyama inayoendelea tunairipoti vyombo vya habari, lakini na mambo mengine yanayoendelea ambayo yanahusiana na, na uchaguzi tunaripoti vyombo vya habari. Ko sisi kwa upande wetu tunajitahidi, lakini ni vizuri wananchi wakaelewa kwamba sio kwamba tuna ripoti tu alimradi, tuna miongozo ambayo inatuongoza katika utekelezaji wa majukumu yetu, na miongozo hiyo sio kwamba eti inatufunga na kutuzuia tusitumie vizuri kalamu zetu. Tunatumia kalamu zetu kuhakikisha kwamba tunafikisha taarifa sahihi kwa umma. Maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika wakati huu ambako kwa muda sasa kumekuwa kuna kilio kwenye vyombo vya habari ya kwamba vyombo vingi vya habari eh, havina ule Uh, uwezo ambao walikuwa nao zamani, hasa wa kifedha na kuweza uh, kufanya baadhi ya, ya mambo. Hii inatoa tathmini gani sasa kwa vyombo vya habari katika mwaka uh, muhimu kama huu katika taifa likiangalia vyombo hivi vya habari ili viweze kuwapa kile ambacho wanakitarajia katika ubora wake? Ripoti ya mwaka jana ambayo ilifanywa na ile kamati ya kuchunguza hali ya uchumi wa vyombo vya habari iliweka wazi bayana hali ya uchumi wa vyombo vya habari, na ikaonyesha kwa kiasi gani mauzo yameporomoka, matangazo yamepungua kwa sababu ya uwepo wa dijitali, lakini pia na namna ya ufanyaji wa biashara wa vyombo vya habari. Kwao kulikuwa na sababu nyingi, kwa hiyo moja kwa moja hali ile imeathiri sana vyombo vya habari kwenye utendaji wao wa kila siku, kwa sababu kuna gharama nyingi za uendeshaji wa vyombo vya habari, na na nakumbuka vizuri, serikali ilitoa ahadi nyingi za kulipa madeni ya vyombo vya habari, na ikiwa vyombo vya habari mfano vingelipwa fedha ambavyo vinaidai serikali leo hii, mimi naamini kabisa ingesaidia kwa kiasi kikubwa vyombo vya habari kuwa na nguvu ya kiuchumi ambayo ingewezesha shughuli uh, za utendaji wa kila siku. Na sio kwamba pamoja na uwepo wa madini hayo labda vyombo vya habari vimeshindwa kutimiza wajibu wake. Mimi nimestaafu MISA mwaka jana tu, lakini ilikuwa kila wakati napata ripoti ya hali ilivyo kwenye vyombo vya habari mbali mbalimbali. Vyombo vya habari tunajitahidi sana kutimiza wajibu wetu katika mazingira yote, katika mazingira magumu kuhakikisha kwamba taarifa zinafika kwa umma, tunashirikiana na wadau mbalimbali mbali. Na ni kweli kabisa uwepo wa dijitali umepunguza sana biashara kwenye vyombo vya habari na tumebaki bado kutegemea matangazo, maana ndio nafasi kubwa ya kuweza kuendesha vyombo vya habari. Na ndio maana wakati mwingine tunaita wadau tushirikiana nao wadau, ili angalau vyombo vya habari viendelee kuwepo. Na kwa nchi ambazo zimeendelea, mfano ukiangalia nchi za Skandinavia, kuna wakati nilikwenda nchi ya Denmark, nikatembelea vyombo vya habari kadhaa pale, vyo karibia vingi tu nilitembelea, vyombo vile vinapata ruzuku, ruzuku kutoka serikalini. Kwa nini wanafanya vile? Sio kuvihonga vyombo vya habari, wanafanya vile ili vyombo vya habari viwepo, kwa sababu vyombo vya habari vikiwepo, vinakusaidia kukuonyesha mali ambako wewe huwezi kupaona, ni jicho la kukusaidia yale ambayo huwezi kuyafikia. Sasa kwa nchi zetu wakati mwingine inaweza kutafsirika, bwana, ukivipa vyombo ruzuku hivi utakuwa umeviweka mfukoni. La hasha. Mimi naamini kuna mazingira ambayo vyombo vya habari vitafanya kazi yake vizuri, vitawezeshwa. Na kama hilo la ruzuku basi linakuwa labda ni gumu, mimi naamini kabisa kwenye swala mfano la madeni. Yale madeni yakilipo kwa wakati, ukawa na ulipaji wa madeni, yani hakuna madeni kabisa kwenye vyombo vya habari ambayo tunayadai, itasaidia sana, kwa sababu gharama za uendeshaji kimsingi ziko pale pale na kodi ziko pale pale, na lazima mlizilipe kwa wakati. Kwa hiyo uh, hali ya uchumi inatuathiri kivipi? Mfano kwenye uchaguzi, vyombo hmm vya habari kimsingi kabisa tunatakiwa kipindi cha uchaguzi tusitegemee wagombea kutupeleka kwenye mikutano yao ya hadhara. Mgombea anapokuwa kwenye kituo X, chombo cha habari kinapaswa kumgaramia mwandishi wa habari kwenda kwenye ule mkutano ili awe huru kufanya kazi yake. Lakini kwa mazingira yetu, unakuta mara nyingi vyombo vya habari vinaambatana kwa uwezeshwaji wa vyama vya siasa, let's say sasa ukiwezeshwa na chama X kakupeleka pale, maana yake wewe unakwenda kuwa kutumikia chama X. Uhuru wako kwa kiasi fulani pale unakuwa hauko sana, kwa asilimia zote. Sasa kwenye kipindi cha uchaguzi, baadhi ya vyombo vina, vinaweza kugharamia watu wake wakaenda kushiriki uchaguzi, lakini uchaguzi ni eneo pana. Kuna madiwani, kuna wabunge, kuna wara... uchaguzi wa rais, lakini kuna upande ule wa Zanzibar, kuna wawakilishi ngazi zote zile ukiangalia sasa kote huku kupeleka resource ili uweze kukava kugharamia mambo yote hayo ni fedha nyingi kidogo, na sio bajeti ndogo. Kwa hiyo ndo sababu unajikuta kuna kuwa na mazingira kama hayo, lakini tunajitahidi. Licha ya kwamba mazingira ni kama hayo, lakini bado tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunafikisha habari kwa umma, zile ambazo zinastahili kufika kwa umma. Kilio kikubwa kwa sasa kimekuwa ni kukosekana kwa habari toshelezi za kiuchunguzi ambapo Uh, ukienda nyuma hilo pia utarudi pale pale ambako uh, swala zima la uh, ile nguvu ya kifedha ya vyombo vya habari ndio imesababisha hali kama hiyo. Tunajinasua vipi katika ili eneo ili watu waweze kupata habari hizi za kiuchunguzi ambazo zimekuwa na faida kubwa sana kwa taifa na hata kwa serikali kwa ujumla wake? Mimi nafikiri kuna habari za uchunguzi ambazo kweli zinahitaji gharama kubwa zipo lakini kuna habari za uchunguzi ambazo zinahitaji gharama ya muda. Kwa hiyo ni kwanza, sisi kama vyombo waandishi wa habari kwa ujumla na vyombo kwa ujumla tutambue kwamba tuna habari za uchunguzi, wakati mwingine unaweza ukaziita ni public interest journalism au public centered journalism, uandishi ambao unaibua yale ambayo ni matakwa ya wananchi. Sasa ikiwa habari hizi wewe ni chombo cha habari unaona zina thamani, zinaweza kuongeza thamani ya chombo chako zikaongeza labda subscription, zikaongeza uh, watembeleaji wa website yako, zikaongeza mauzo. Maana yake wekeza kiasi fulani cha fedha. Lakini kuna habari nyingine za uchunguzi zinahitaji gharama ya muda. Maana yake waandishi wa habari tunapaswa kujiongeza tuhakikishe tunafanya hizi habari. Ukip, ta, tafuta tafsiri halisi ya habari za uchunguzi. Wakati mwingine sio kwamba ni zile ambazo zitakugharimu pesa tu mm. Muda, kwa maana gani? Kwa mfano wewe upo Dar es Salaam, kuna mambo mangapi ambayo yanaendelea hapo Dar es Salaam ambayo utaingia mtaani utayapatia majibu? Na maana huo ni muda, gharama zake ni ndogo sana, labda nauli za kwenda hapa na pale, lakini mambo hayo hayo, hayo yatakugharimu labda muda wa mwezi mmoja unafuatilia habari moja. Kwa hiyo mimi nachokiona hapo kuna swala la gharama, tunajua ni tatizo sasa je, zile ambazo hazihitaji gharama, sisi waandishi wa habari wa tusiache kufanya habari za uchunguzi hizi habari. Ndio habari ambazo zitavifanya vyombo vyetu vizidi kuaminika, lakini vyombo vyetu vizidi kupata watembeleaji, watazamaji na wasomaji. Kwa hiyo mimi nachokiona, ukiangalia hii mizani inaegemea sana kwetu mm. ni sawa, kuna fedha, lakini inaegemea sawa kwenye swala la uvivu wakati mwingine kwamba unaona, mwezi mzima kweli mi napoteza kufanya habari moja au mwezi mzima au miezi miwili, miezi mitatu, lakini unaweza ukaifanya na ikatoka habari nzuri sana. Zipo habari ambazo zimefanyika. Mimi mwenyewe ni mmoja wapo ambaye nimefanya habari ambayo ilinigharimu muda tu, haikuwahi kunigharimu fedha kwa kiasi kikubwa cha kushindwa mimi kujigharamia hizo fedha au chombo changu kushindwa kuzigharamia. muda ndio ulikuwa mrefu kwao. Hebu tuangalie kwanza zile habari ambazo ziko karibu na maeneo yetu ambazo tunaweza kuzifanya kabla hatujatafuta habari za kutusafirisha mbali, lakini teknolojia imekuja leo hii Teknolojia leo hii inaweza kukuwezesha ukafanya habari nzuri tu kwa kutumia teknolojia. Simu unaweza ukatumia Zoom ukafanya habari nzuri tu, lakini pia kuna dokumenti nyingi, unaweza ukazisoma ukaibua habari ambayo ni habari ya uchunguzi na ni nzuri sana. Kwao nafikiri kuna swala pia la mtazamo hapo baina yetu sisi waandishi, tuangalie tunayatazamaje haya mambo, lakini mm. pia tunaangalia mustakabali ya vyombo vyetu vya habari vinaelekea wapi baada ya miaka ishirini, baada ya yeah, miaka kumi. Je, kizazi tulichopo leo hii kwenye vyombo vya habari tunarithisha nini kizazi kinachokuja katika sekta hii ya habari? Wenzetu duniani huko, mfano kuna media moja iko Norway, inaitwa Amedia, wale wamekwenda mbali zaidi sasa. Sio kwenye habari za uchunguzi wamefanya, tunasema ni automation journalism. hmm. kwa maana kwamba wanatumia artificial intelligence katika kila kitu wanachokifanya wanamiliki zaidi ya magazeti 147 katika nchi ile ya Norway na Sweden na ile Scandinavia. Lakini wao walichokifanya, wamewekeza kwenye artificial intelligence kiasi kwamba habari moja inaweza ikazalisha fedha nyingi sana. Habari ile ile, muda huu utaikuta imewekwa katika muundo huu, baada ya muda imeongezewa thamani zaidi, inakushawishi wewe kulipia. Lakini habari ile ile wanaweza wakaangalia, hewe mlaji unataka nini kutokana na tunzo walizonazo wanakuongezea kile unachokitaka unakwenda kukisoma kwao. Nadhani kuna mambo mengi katika sekta ya habari ambayo tunapaswa tuyaangalie, tuangalie best practice duniani zinafanya nini na sisi okay. Tufanye nini ili tuendelee kubaki katika soko. Salome, ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi hii leo kwenye Uchanganuzi. Asante sana. Naam, ni Salome Kitomari, huyo mdau wa sekta ya habari na alikuwa mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini eh, mwa Afrika hapa tawi la Tanzania Misatan, ambaye tumekuwa naye leo katika siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo imefanyika kule Arusha, naye pia amekuepo Arusha na tumeungana naye kwa njia ya teknolojia y kupata eh, yale ambayo yanasemwa. Waziri mkuu ametoa wito kuhusiana na matumizi ya akili unde ama akili mnemba AI, namna ambavyo inaweza kuwa na tija katika vyombo vya habari, lakini pia tuligusia mambo ya uchaguzi mkuu, hali kadhalika pia hali nzima yenyewe ya uwepo wa vyombo vya habari na uimara wake kwenye utendaji wake. Na kwa nukta hiyo, ndo nafikia tamati ya uchanganuzi. Minaitwa Nordin Selemani, nikutakie tu usiku mwema na kila la heri. Kwaheri.